Karibu tuendelee kuangazia matukio mbalimbali yanayojiri juu ya vita vinavyoendelea baina ya Israel na Iran, na wakati huu nimekuja tuangazie makombora ya LRBM, makombora hatari zaidi ya Iran yanayoitishia Israel. Kufuatia mashambulizi ya Israel dhidi ya maeneo yake ya nyuklia na viongozi wa kijeshi, Iran imerusha mamia ya makombora ya balistiki kuelekea Israel, huku baadhi yakigonga maeneo lengwa ya ardhini ingawa Israel ilitambua na kuyazuia mengi ya makombora hayo, kadhaa yalivuka mifumo yake ya ulinzi na kusababisha uharibifu mkubwa na majeruhi, ikiwemo Tel Aviv ya kati na maeneo mengine. Ukubwa halisi wa silaha za makombora haya ya balistiki ya Iran haujulikani wazi, lakini kwa ujumla inachukuliwa kuwa moja ya silaha kubwa na za kisasa zaidi katika kanda. Makombora haya yanatofautiana kwa masafa mafupi, yani SRBM ya kati yani MRBM au IRBM na yale ya, ya masafa marefu ya LRBM ambayo yanaweza kusafiri maelfu ya kilomita. Katika mgogoro unaoendelea kati ya Israel na Iran, makombora haya hasa yale ya, ya masafa marefu yamekuwa sehemu muhimu ya nguvu ya Iran, na hebu tuangazie jinsi makombora haya ya balistiki yanavyofanya kazi. Iran imetengeneza aina mbalimbali za makombora ya balistiki katika miongo mitatu iliyopita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 Makombora ya balistiki yanaweza kusafiri umbali mbalimbali kuanzia mamia machache ya kilomita hadi zaidi ya kilomita elfu kumi kuvuka mabara kabisa. Aina muhimu ni makombora ya balistiki ya masafa marefu ya LRBM ambayo yanaweza kusafiri kati ya kilomita 3500 hadi kilomita 5500, ikiwa ni sawasawa na maili 2175 na na mpaka 3418 na hivyo kuwa tishio kubwa kwa maeneo lengwa yaliyoko mbali. Na tukiangazia kwenye kasi, makombora haya husafiri kwa kasi kubwa sana, hivyo yanaweza kusafiri maelfu ya kilomita ndani ya dakika chache tu. Na kasi yao hupimwa kwa kipimo kinachoitwa mach, kinacholingana na kasi ya sauti. Machi moja ni sawa na takriban kilomita 1225 kwa saa. Baadhi ya makombora ya masafa mafupi hufikia kasi ya juu zaidi ya sauti ya zaidi ya machi moja huku yale ya masafa marefu ikiwemo LRBM yanaweza kusafiri kwa kasi ya hypersonic yaani zaidi ya machi tano, tano ikiwa ni sawasawa na kilomita 6125 kwa saa. Na tukiangazia kwenye muda wa kusafiri sasa umbali kati ya Iran na Israel ni takriban kilomita 1300 hadi kilomita 1500 ikiwa ni sawasawa na maili 800 mpaka maili 1930 makombora ya balistiki kutoka Iran yanayosafiri kwa machi tano yanaweza kufika Israel kwa takriban dakika kumi na mbili, ingawa muda kamili unategemea na aina ya kombora na eneo la kurushwa. Na je, ni kwa nini makombora ya balistiki ni magumu kuzuiwa? Kinachofanya makombora ya balistiki kuwa hatari sana ni mchanganyiko wa masafa yao marefu, kasi yao kubwa na ugumu wa kuyazuia. Njia yao ya kuruka juu kwa kasi huipa mifumo ya ulinzi muda mfupi sana wa kuyakabili na yanaporejea kutoka angani yanashuka haraka zaidi, jambo linalofanya uzuiaji kuwa mgumu zaidi. Pia kasi yao ya ajabu, hasa katika awamu ya mwisho linaporudi kutoka angani, inamaanisha kuna muda mfupi sana kwa mifumo ya rada kugundua, kufuatilia na kurusha makombora ya kuzuia. Zaidi ya hayo, baadhi ya makombora ya kisasa hutumia mbinu za kupunguza kuonekana na kugundulika, yaani hii inafahamika kama stealth technology vifaa vya kudanganya decoys au hata zingine za kukabiliana countermeasures ili kuficha ishara zao za rada na kudanganya mifumo ya ulinzi ya makombora na hivyo kuyafanya kuwa magumu zaidi kuzuiwa kwa ufanisi, tofauti na makombora ya aina kama cruise ambayo huruka kwenye anga ya chini na polepole, na hivyo kuruhusu kuzuiwa. Makombora ya balistiki husafiri kwa kasi, makombora ya balistiki husafiri kwa kasi kubwa sana na kwa mzingo unaotabirika, lakini kasi hiyo ndiyo inafanya kuwa ngumu zaidi kuyazuia. Ingawa makombora ya cruise yanaweza kuchukua takriban masaa mawili kufika Israel kutoka Iran na droni kuchukua hadi masaa tisa kutoka Iran kwenda Israel, makombora ya balistiki ni haraka zaidi na hatari zaidi kutokana na kasi ya njia yao ya kuruka na ndiyo yamekuwa gumzo na nguzo muhimu ya Iran katika vita vyake vya sasa na Israel. Naam, hayo ndiyo makombora hatari zaidi yanayotumiwa na Iran dhidi ya Israel, makombora ambayo yamekuwa ni chemsha bongo kweli kweli kwa Waisrael kuweza kushindana nayo kutokana na uwezo wake mkubwa wa kukwepa mifumo ya ulinzi wa anga na kuzidi kutengeneza chemsha bongo kwenye vichwa vya Waisrael wengi haswa wale ambao wanahusika na mifumo ya ulinzi wa Israel. Japo makombora haya yametumika mara chache zaidi kwenye vita vinavyoendelea baina ya Iran na Israel, lakini yamekuwa ni makombora yenye mafanikio makubwa zaidi pia kwenye ulengaji wake wa shabaha kwa vita vinavyoendelea baina ya wawili hawa, yani Israel pamoja na Iran, na limekuwa ni jambo ambalo linazidi kuchukua sura mpya kila siku haswa kwenye swala la kuendelea kushambuliana baina ya mataifa haya hapa mawili usiku na mchana. Japo maswali yamekuwa ni mengi miongoni mwa watu ambao wanafuatilia kwa ukaribu vita hivi vinavyoendelea baina ya Iran na Israel, na wengi wanaona kwamba Israel wamekuwa ni watu ambao wamefanikisha shabaha nyingi zaidi Iran, lakini bado Israel kwa upande wao wamekuwa ni watu ambao wanahofia sana zile silaha za masafa marefu za Iran dhidi ya taifa lao la Israel, kutokana na wingi wa silaha ambazo ziko kule Iran kwa kipindi kirefu, kwa sababu ni watu ambao wana makombora takriban elfu tatu ya umbali wa masafa marefu. Sasa uh, hii imekuwa pia ni changamoto kwa Israel juu ya vita hivi ambavyo vinaendelea sasa hivi baina ya mataifa haya pa mawili. Tafadhali tupe mtizamo wako juu ya silaha hizi nzito nzito za Iran ambazo uh, zinamilikiwa na taifa hili kwa kipindi kirefu sasa na mara chache sana amekuwa akizitumia dhidi ya taifa la Israel. Tuandikie mtizamo wako lakini pia endelea kutufuatilia wakati wote kwa taarifa nyingine nyingi zaidi.